Wow, hii ni Biblia bibilia kidigitali platform inayokupa uchambuzi wa mambo mbalimbali mbali. Na leo tutaangalia sifa tano za kanisa la kweli, kanisa linalotambuliwa kibiblia na kanisa linalotambuliwa na Yesu. Ukisoma Mathayo ile sura ya 16 mstari wa 18, anasema nitalijenga kanisa langu wala malango ya kuzimu halitalishinda. Ile kusema nitalijenga kanisa langu inamaanisha litakuwepo la kwake, na yatakuwa na ya wengine. Lakini pia ile kusema ma malango ya kuzimu hayali talishinda, kwamba Yesu Kristo alimaanisha malango ya kuzimu pia yanaweza kupambana na kanisa la Yesu Japo ahadi yetu ni kulishinda. Moja ya silaha za malango ya kuzimu ni mafundisho potofu yanayomtoa Kristo ndani ya mioyo ya watu. Ukisoma wa Galatia ile sura ya tatu, lakini hata Petro wa pili sura ile ya pili na hata Yuda ile sura ya kwanza, yote inasisitiza kuwapo kwa walimu wa uongo na yote inasisitiza kuwa tunapaswa kuwa makini. Zifatazo ni sababu kuu tano zinazotufanya tujue kwamba hili ni kanisa la Yesu Kristo na linakubalika kibiblia na ni kanisa zuri la kujiunga nalo na kushirikiana nalo. Na Yesu mwenyewe ametoa alati kwamba watakuja manabii wa uongo, lakini Biblia nzima inasisitiza kwamba walitoka kwetu na hakika hawakuwa wa kwetu. Ni kuna watu wanaotumia jina la Yesu wanatumia Biblia lakini kiukweli sio wa Kristo na wanalitaabisha kanisa. Ndugu, piga chapa za Yesu, mtu asikutaabishe leo. Ngoja ni kufunua kidigitali kwa kukupa sababu tano za kulijua kanisa la kweli la Yesu Kristo. Namba moja, sola Krusti, yani Yesu pekee, yani neno zora linamaanisha ni neno la Kilatini lenye maana ya pekee, na hizi mvmenti za Kiprotestanti katika karne ya kumi na hizi sababu ili kutuepusha na watu wasiotokana na Yesu. Sola Christi maana yake kwamba Yesu Kristo pekee, huku kwetu mtu maarufu ni Yesu Kristo. Ukisoma matindiko mengi yanashuhudia kuwa Yesu pekee ndiye mkombozi; Yesu pekee ndiye anayetosha kutuokoa; Yesu pekee ndiye ambaye anafundishwa katika bibilia. Yeye ndio mtu maarufu na mtu muhimu. Kwa hiyo kanisa lolote linalomwinua kiongozi wake kuliko Yesu Kristo, hilo silo la Yesu Kristo. Kanisa lolote linalotangaza ukombozi kwa mwingine yoyote isipokuwa Yesu Kristo, hilo silo la Yesu Kristo. Kanisa ambalo linamtoa Yesu moyoni na kuondoa kwa kuleta sadaka nyingine kwamba zinaweza zikaondoa zambi ama kutupa uzima wa milele, hilo silo la Yesu Kristo. Ukisoma Yohana sura ile ya kwanza ile sura ya na mstari wa kumi na moja anasema tunao uzima katika mwana wake Yesu Kristo, lakini ukisoma, ukisoma Timotheo ile ya wa kwanza na mstari wa, shi, wa pili, na, na, sura ya pili Timotheo wa kwanza sura ya pili na mstari ule wa tano inasema Mungu ni mmoja na mpatanishi wa wanadamu na watu ni mmoja, lakini hata Yohana sura ile ya kumi na nne na mstari wa sita anasema Yesu mwenyewe anasema yeye ni njia na kweli na uzima. Kwa hiyo praktisi zote zinazolihusu kanisa zibebe jina la Yesu, na Yesu pekee ndiyo atukuzwe, na sio mtu wala sio nabii wala sio chochote. Sauti ilitoka mbinguni ikasema ya kuwa huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Na Yesu mwenyewe anasema nifuateni mimi maana nina nila, nila yangu na mzigo wangu ni mwepesi. Kwa hiyo kila kitu kimwinue Yesu Kristo kama Bwana na utukufu, na anaitwa Bwana kama kwa sababu ni mtawala, na anaitwa Kristo kwa sababu ni Masihi aliyepakwa mafuta. Namba mbili ni sola scripture. Sola scripture tunamaanisha ya kuwa <clears throat> ni maandiko pekee, kwa hiyo kila kitu kinachopraktiziwa katika kanisa hakikisha ni cha kinatoka katika Biblia, na Biblia yote inamuhusu Yesu Kristo, na hakikisha kila kinachofanyika kanisani kinatoka kwenye maandiko. Mafundisho yote yatokane na maandiko, ukiona unafundishwa vitu ambavyo haviko kwenye Biblia, maana Biblia kwetu sisi ni mamlaka ya mwisho, na ndo elimu yetu kuu inatoka hapo, na ndo mamlaka ambayo inatupa maelekezo. Hatufati hisia za mtu wala hatufati maelekezo mtu bali tunafata uchambuzi mbalimbali mbali kutoka katika neno la Mungu, yaani Biblia. Hivyo mafundisho ya kuwafundisha watu kuosha nyota, kuibiwa nyota, kurudisha nyota, aina za uchawi, aina za majini, aina za mapepo, njisi ya mapepo yanavyofanya kazi kiukweli, mafundisho hayo hayana afya na wala hayatokani na Bibilia, na hilo ndilo kanisa la shetani au sinagogi la shetani linalofundisha nguvu za shetani zaidi kuliko kumjua Yesu Kristo. Tumepewa kumjua Yesu Kristo, tumepewa kumuishi Yesu Kristo, tumepewa kumtukuza Yesu Kristo. Hayo mambo mengine ambayo hayatokani na Bibilia, wala hayo mafundisho hayapo kwenye Bibilia, mafundisho ya kombozi mbalimbali mbali ambazo hazimuhusu Yesu mkombozi, ambazo zinatuhitaji tutoe pesa zetu na so imani. Hayo ndio sinagogi la shetani yao, hao ndio waliotoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Nyingine hapa ni sola fredi, ama ni imani pekee sola face, yani kwa imani tu, kila kitu kinachotakiwa kufanyika kanisani nikiwe kwa imani, lakini kanisani tuje na akili tusiache nyumbani. Lakini ya mwisho kwa leo, sola grace Mambo yote yafanyike kwa neema, yaani ni neema pekee. Tumekombolewa kwa neema, tunaenenda kwa neema na tunafanya vitu vyote chini ya neema. Tunategemea neema na hasio juhudi, wala wokovu sio juhudi. Kwa hiyo, na ya mwisho kabisa ya namba tano ni ukuhani kwa wote. Hakikisha kanisa linawafanya watu wote kuwa makuhani. Kanisa ni chemba ama gereji ama karakana inaowaita watu na kuwatengeneza, kuwafanya na wao waweze kutumika, maana katika ukuhani huu sote tumefanywa makuhani. Kwa hiyo kanisa la li, li, lilo la sahihi ni lile ambalo linafanya kazi ya kuwatengeneza wengine na kuwatuma. Lakini kanisa linaowafanya watu wote kuwa washirika siku zote na nawala na mpango wa kuwatuma wengine wala kukuza vipawa vya watu. Maana kanisa kazi yake ni kuwafanya watu wote kuwa makuhani kama Bwana alivyotutuma, tunawaita lakini pia tunawatuma. Hivyo hakikisha katika kanisa ulilopo, linakufanya kuwa mtumishi ama una nafasi linakutumia katika Kristo. kanisa